Lakini the the truth is, that is the truth is is Miss Japan since uchapwe you have been using that issue kama mboka, afadhali mni drop, lakini niseme ukweli, umekuja hapa kulia to seek sympathy. Aya, unawaambia nini mafans wote? Subscribe to Fero7 TV

notet nenat kot mising nekile uh, Bella Comedy okakomuch nendet komon ke en account nenyinet anaenkurasa nenyinet nebo atiktokakomanendet kole anda mamiten komie kalebune chechen kot mising watila inendet kokitinye issues chechang kot missing ak eh, mwana biashara nenat kot mising konekile motiriot ba filio nanda

So, mm, nimekuja hapa sababu ya jana yesterday, nikasema tu wacha niingie live, hiyo ile ngumu moto live na yuna platform nini platform na yuna kama mwangi tio wale live na yuna maybe naisapata ideas same case, hata wakati zingine unajua, sometimes unaweza kosa even guidance na ungepata guidance wa ku guide at least so, mimi I want to want someone call Drefa Masi, please leave my name. You don't know what I'm going through, even you are friends. Naona naona tu kila mtu anakusupport. I know I know majority ni my enemies. I know majority is my enemies especially wasichana. I know you Wacha nikwambie mimi Bella nimekuja life sawa, nimekuja life tu vizuri, then what I'm going through, imekuwa too much for me kusema tu kweli, yani ile tu Mungu anaelewa, yani ile Mungu tu saa hii anasikia hmm? Mungu tu, yani tunapoongea saa hizi God anasikia sawa. Mimi, tangu nipigwe mateke sawa, na asingesema hii problem imetokea na wapi. Tangu hiyo siku nimepigwa mateke, nime struggle ku struggle, nikiambiwa tu you are okay, you are okay, na madaktari you are okay, still mimi hapo period sinatoka. Sasa imefika wakati ya ku bleed. Do you know the difference between bleeding na wakati wa tu sinatoka tu kawaida tu, unaona tu una shida, unakula fruit nini nini nini, kila kitu ina, ina reform. So, imefika sasa wakati no control. Nikimesa idawa haisikii nikimesa nini na nini haisikii, sawa, sina mwakika kumwakika sahii sasa nitunyama nyama And I come to my life to say that uh, maybe hapa juu umeenda hospitali umechekiwa ultrasound una, wanakuambia iko sawa, so imepika point ya hapa ah, ni iko na watu wengi, na siwezi hata siwezi kosa madaktari, siwezi kosa mtu mwenye ashapitia hiyo mashida, siwezi kosa mtu atanipea guidance, that is why I come yesterday to my sikuita chochote, sikuita kila mtu ama nini ama sikupandisha mtu nini orea kampandisha mtu watu kunye ndio usikie? Bella, ukisema nilikuwa nakuja hapa kuja kusikia advice. Yes. Ya wewe kwenda kwa gynecologist, Bella, wewe unajua. Na before ukuja hapa unajua nafaa kwenda hospitali. Unaona? The reason ya wewe bila hata kuficha na bila hata kufanya nini, Bella, we know you. Since uchapwe, you have been using that issue kama mboka. Afadhali mnidrop lakini niseme ukweli. Umekuja hapa kulia to seek sympathy. Mwanajaribu? No. No, no, okay. No, no, kuu, kwa sababu uko kwa life ya Bella Masi. Na Bella, wacha kutumia hiyo ishu kama mboka, wacha kutumia hiyo ishu kama mboka. Kama nimeweka namba hapa, unaweza sema na chapa mboka yako

Black Uacha Black. Kutumia ishu ya motiryot kama mboka from January to December. Kama we ni mgonjwa enda hospitali. Period. Unakuja TikTok kutulilia. Okay, okay. Okay. We are not buying blackmails anymore, Bella. Kama we ni mgonjwa unajua hospitali, enda hospitali. Lakini the reason ya we kuja hapa kulia. What's the reason? Unatumia ishu hiyo moja watu wawili walikuja wakasema Bela, always struggle, hata ukinaponiona saa hii lakini yan naisha, unaona miguzi naisha, ushaenda usi, unaambi watu you are okay, lakini damu ena kwa mwili so dema Najua wale watu wa kina ole wao, marafiki wenu hawawezi awa, awa, awa record anything mzuri kunuzu, they just say mimi still Motiryot, sijui whatever Motiryot, mambo na Motiryot sawa, siliisha lakini mambo Motiryot alifanya aichaisha.